Wanawake wenzangu, sio kwa ubaya, mada za kujadili jinsi ya kuwalea wanaume mitandaoni zimekuwa nyingi kuliko mada za kutafuta hela. Mnakuwa mawapi? We mwanaume natakiwa aoshe miguu, mwanaume inabidi unavyoenda kumpokea anavyotoka kazini umlukie mwanaume. Ha ha, mmewahi kuona wanaume kwenye vikao vyao wanajadili jinsi ya kutolea sisi? Ndo kwanza wamekazana, mwanamke ni kiumbe cha kuishi naye kwa akili. Sisi hapana, jamani, ma motivational speaker mtatuua. Alafu unakuta lijitu limekazana mwanaume mbebe, mwanaume mnyanyue, mwanaume muoshe figo, afu limeachika mara nne mara tano. E, mtupumzishe bwana, we kwenda huko we. <laughs> We tunawawaza wanaume kulivyo, tunavyoiwaza benki? Ha, hapana we, mtupumzishe jamani, sio kwa ubaya kweli. Tunajadili jinsi ya kumlea Yuda Iskariote, unafikini kazi rahisi? <laughs> We hapana, we kila mtu alee anavyojua Kuru mbembe langu lile mimi, ukilifuatia masharti kulilea kwa masharti ufiki popote lile linataka eka eka yani, sometimes unakuwa John Cena, sometimes unakuwa unakuwa wife, sometimes unakuwa mwana sheria, sometimes unarudi kwenye wife, sometimes anataka uwe ndo mama yake umbebe. Hatuwezi ah, kila mtu aishi na protocol zake kwenye ndoa, sema shida bobo rika rika ndoa shantele.